Mtazamaji, tazama jengo hili, hili ni jengo la mionzi ambalo linapatikana katika hospitali ya KCMC hapa Moshi, mkoani Kilimanjaro. Sasa ujenzi wa jengo hili ni juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasani alizotoa shilingi bilioni tano 5 kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili, na kwa sasa kinachosubiriwa ni kuwekwa kwa vifaa ili huduma ianze kutolewa. Taasisi ya Sisi na Mama imetembelea na kujionea namna ambavyo kazi inaendelea katika ujenzi wa jengo hili ambalo limekamilika na kinachosubiriwa ni vifaa. Afisa habari wa hospitali ya KCMC anaelezea namna ambavyo mheshimiwa rais amewatazama wana Kilimanjaro kupitia jengo hili. Ha, sisi na mama mama sana sana. Hapa, sisi ametushika sana mkono. Alifika hapa wakati wa miaka hamsini ya taasisi hii na akatoa zaidi ya bilioni tano kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kutolea mionzi ambayo umekamilika, na tunafikiria Mungu akitusaidia mwezi wa sita, mheshimiwa rais akafika muda ya kufungua hili jengo la kutolea mionzi. Am hakika taasisi ya sisi na mama ni mashuhuda wa juhudi za mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji pamoja na taasisi ya Sisi na Mama kutembelea jengo hili, lakini pia walipata nafasi ya kutoa msaada kwa mzee huyu, taarifa kwamba tutakulipia hiyo bili. Hmm. Taasisi ya Sisi na Mama hmm. Lakini uh, tutakuachia kiasi hmm. kidogo cha kutumia siku hizi mbili tatu. Mtazamaji Matendo ya huruma kama haya yanayofanywa na mheshimiwa rais yanapaswa kuungwa mkono na kila mwananchi wa taifa hili. Hakika Samia ni wetu na tunatamba naye, Samia ni wetu mm, sote tunatamba naye.